Biashara zako au kazi yako au uhuru wako wa fedha, hizi ni laana za moja kwa moja zinazolenga biashara yako na zinazolenga kazi yako. Hiyo ni laana ya moja kwa moja, na hii laana ya kwa moja kwa moja imebeba uharibifu kwenye kazi ya mikono yako. Hii laana ya moja kwa moja ndio maana wakati ninakuwa niliona familia yenye uwezo niliona familia yenye mashamba makubwa, familia yenye matrekta, familia yenye maisha mazuri, wanafurahi, wanacheka, familia ambazo wana matunda kwenye boma zao niliona, lakini mwisho wa siku sijaona mwendelezo wa ile neema ya baraka ndani ya ile familia sijaona, sijaona kitu kama hicho, sijaona ikiendelea. Badala yake nilichoona ni zile zime, matreta zimebaki kuwa si, inaitwaje eh? Scraper. Sasa sio tu scraper, imebaki ile kifua cha trekta, mnaijua hiyo Inaitaje eh? Eh, eh ndio imebaki, ni familia ambayo ilikuwa na uwezo, ni familia ambayo hata wakilima mahindi kwao yanatoka, lakini leo nienda, kaangalie kuna familia naifahamu kule kwetu, familia ambayo watoto wote wamesoma ili baadaye mpaka wakawa viongozi wakubwa wa serikali, lakini wakaishia kwenye ulevi hiyo inaitwa laana ya ulevi. Naona walikuwa na makazi mazuri, lakini kila kitu kimeharibika. Sasa wanaweza waka... amekuwa malkia tangu akiwa na miaka 26. Wewe ulikuwa kwa na miaka 26, yeye sita ni malkia. Wewe ulikuwa wapi miaka 26 sita? Ulikuwa na nini? Yeye ni malkia Ingereza, akakaa kwenye utawala miaka sabini ndio akufe miaka sabini ametawala, hajui si ya uhakika kama anajua hata vumbi, ukimwambia shida hajui yeye. Ha, kuna, kuna, kuna laana ambayo kwa sasa unaweza ukaona uko salama, lakini kesho ya watoto wako na wajukuu zako zitakuwaje kama leo utapuuza haya maombi tunayoyaomba? Kwa hiyo kuna laana zinazolenga moja kwa moja biashara yako, kazi yako. Kwa hiyo aina ya kwanza ya laana hiyo, kuna laana ya uganga inayofunga biashara. Hii laana inayofunga biashara ikoje? Inazuia biashara, inazuia duka lako lisitembelewe na wateja, wateja kuona au limeharibika. Wanaona, mimi nimewahi kwenye duka, kila nikipita, ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne ndio nikapata imefunguliwa. Nikauliza, mmeshafunga? Akasema, hapana, siku zote tuko hapa. Ila napita, sioni, naona imefungwa, haijafungwa, ipo. Maana yake hii laana ya Uganda inafunga biashara inazuia wateja wasije kwenye biashara. Hua naona ni kawaida. Sio kawaida, hiyo ni laana inayolenga mikono. Kitabu cha Kutoka, Kutoka 22 ule mstari wa 18 inasema hivi: imwache mwanamke mchawi kuisha. Ya Mika, kitabu cha Mika sura ya tano, ni Mika sura ya tano ule mstari wa ngapi? mstari wa kumi na moja na kumi na mbili nami nitaikatilia mbali miji ya nchi yako na ngome zako zote nitaziangusha. mstari wa kumi na mbili msingi, nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako. Maanake uchawi ni roho inaweza kuwekwa kwenye mkono huu. Uchawi ni roho. Kwa nini ni roho? wakati unajenga, hata ukipata fedha, hivi waliojenga watakubaliana na mimi. Hivi mnajua laki moja inafanya kazi? Mnajua hiyo? Mnajua laki moja inanunua simenti saba unga hapa saba mara saba ni ngapi? kumi na saba mara saba, eh? saba manake eh? hapa unaongeza elfu ngapi unaongeza elfu kumi na tisa laki moja mifuko saba kila mfuko moja Mb, tofali hamsini kwa hiyo mifuko saba tofali ngapi kwa hiyo laki moja kwa mtu anayejenga ni kubwa, sio ndogo, ni kubwa. Lakini ni roho ipi inayokuzuia usijenge? Ni roho ipi inayokuzuia? Ukipata fedha, jambo linatokea. Maana yake ile laana inashughulikia, inashughulikia mikono yako inayokuhamasisha kufanya jambo. Kwa hiyo hiyo laana ipo. Kwa hiyo anasema, nami nitakatilia mbali uchawi usiwe mkononi mwako, uchawi usiwe mkononi mwako, uchawi usiwe mkononi mwako. Maanake uchawi unaweza ukakaa kwa mikono ya mtu. Angalia Kumbukumbu la Torati kumi na nane mstari wa wa, wa kumi na wa kumi na moja anasema asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, kupiga mafundo, mtu anayeloga kwa kupiga mafundo, kufungwa kwa mafundo. Mnajua mafundo eh? Kufungwa kwa mafundo, asionekane. Maanake hizi zote ni aina za roho zinazoshughulikia kazi ya mikono ya mtu. Hizi zote ni miungu inayoshughulikia kazi ya mikono ya mtu. unakuta labda ni mama ananyonyesha mtoto amemfungia hirizi mbili kwenye mikono, au yeye binafsi ameipandisha kutoka hapa ikazunguka ili anaponyonyesha mtoto asilogwe. Ni imani imejengwa kwamba hirizi inalinda.